Amefufuka! Pasaka ya mwaka 2025. Hii ni Jumanne tarehe 15 mwaka 2025. Mpendwa bibi harusi wa Kristo, ni wakati mzuri sana jinsi gani ambao bibi harusi atakao atakaokuwa nao wikendi hii ya Pasaka. Naamini itakuwa moja ya mambo muhimu katika maisha yetu, wakati ambao hatutausahau kamwe, wikendi kuu maalum kila pasaka imekuwa wakati ulio maalumu kwa bibi arusi, tunapoufungia milango yetu ulimwengu wa nje, kwa kuvizima vifaa vyetu vyote na vikingeusha fikra vya kilimwengu na kuyaweka tu wakfu upya maisha yetu kwake. Ni wikendi nzima iliyowekwa wakfu kwa ajili yake, katika ibada tunapozungumza naye siku nzima kila siku na kisha kulisikia neno lake. Adui ameyafanya maisha yetu kukengehuka sana na kujaa shughuli za mambo mengi sana ya maisha hadi imekuwa vigumu sana kuufungia ulimwengu nje na kuongea naye. Hata vifaa vile vile tunavyovitumia kusikia neno, shetani hutumia kuhatarisha wakati wetu. Lakini wikendi hii itakuwa tofauti na si kama wikendi nyingine ya Pasaka ambayo tumewahi kuwa nayo. Wakati Bwana alipoweka moyoni mwangu kusikiliza ile Mihuri, sikujua jinsi gani tarehe zingeangukia, lakini kama kawaida, wakati wake ni mkamilifu. Jumapili mbili zilizopita tulikuwa na majaliwa ya kusikia muhuri wa nne, wakati wa Tai, tarehe sita Aprili, siku ya kuzaliwa ya nabii. Jinsi inavyofaa! Lakini sasa Bwana anayo hata na zaidi mengi aliyotuwekea sisi. Kama nilivyosema, nilipojisikia Bwana ameweka moyoni mwangu kuicheza mihuri, nilijua ingechukua inge wiki kadhaa kumaliza kuicheza, kwani kuna jumbe kumi katika mfululizo huo nilipo itazama kalenda niliona kwamba Pasaka iliingia kabla hatujamaliza kusikia huu mfululizo mzima. Nikawaza mwenyewe, nadhani inatubidi tuache kuisikiliza ile mihuri, na yeye atanipa jumbe kwa ajili ya Pasaka. Mara moja niliona itakuwa kamilifu, tunaweza kuendelea kuicheza mihuri huku muhuri wa saba ukichezwa asubuhi ya jumapili ya Pasaka. Sikuweza kuamini hilo. Liliendana kabisa na ratiba. Nilijua papo hapo, huyu ni wewe Bwana. Nimekuwa nimechangamshwa na nikiwa chini ya matarajio makubwa kwa ajili ya wakati wetu wa Pasaka pamoja na kila mmoja wetu na pamoja naye. Nilijua yeye ametutengenezea ratiba. Hivyo, ikiwa Bwana akipenda, tutaendelea kuisikiliza Mihuri katika kipindi chote cha wikendi yetu ya kipekee ya Pasaka. Alhamisi. Ilikuwa ni Alhamisi usiku ambapo Bwana Yesu alishiriki Karamu ya Mwisho na wanafunzi wake katika ukumbusho wa Pasaka kabla ya kule kutoka kwa wana wa Israeli. Ni fursa iliyoje tuliyo nayo ya kufanya ushirika na Bwana majumbani mwetu kabla ya wikendi yetu takatifu, na kumwomba atusamehe dhambi zetu, na atupe sisi sote kile tunachohitaji katika safari yetu. Lijalie, Bwana. Waponye walio wagonjwa. Wafariji walio wachovu. Wape furaha wanaodhulumiwa wape amani walio wachovu, chakula kwa wenye njaa, maji kwa wenye kiu, furaha kwa wenye huzuni, uwezo kwa kanisa. Bwana, mlete Yesu miongoni mwetu usiku wa leo, tukiwa tunajitayarisha kushiriki ushirika unaowakilisha mwili Wake uliovunjwa vunjwa. Tunaomba, Bwana, kwamba yeye atatuzuru kwa njia ya ajabu sana. Wabariki wengine Bwana, kila mahali ulimwenguni, ambao wanaongojea kwa furaha kuja kwa Bwana, taa zimetengenezwa na dohari zimesuguliwa kabisa, na nuru ya Injili

Hebu na tuanze sote saa kumi na mbili jioni kwa masaa ya nchi unayoishi ili kusikia ushirika sita mbili deshi, sifuri mbili, sifuri nne. Na kisha nabii atatupeleka katika ibada yetu maalum ya ushirika na kutawadhana miguu ambayo itakuwa ikicheza kwenye app ya Lifeline kwa Kiingereza au unaweza kuipakua ibada hiyo kwa Kiingereza au lugha nyinginezo kwa kubofya anwani iliyo hapa chini. Tukiufuata ujumbe tutakusanyika pamoja na familia zetu majumbani mwetu na kuishiriki meza ya Bwana. Ijumaa, hebu na twende kwenye maombi na familia zetu saa tatu asubuhi ni saa kumi jioni ya Afrika Mashariki, na kisha tena saa sita mchana ni saa moja jioni ya Afrika Mashariki, tukimkaribisha Bwana awe pamoja nasi na azijaze nyumba zetu kwa Roho Mtakatifu tunapojiweka wakfu Kwake. Mawazo yetu na yarudi huko nyuma hadi kwenye siku ile pale Kalvari, yapata miaka elfu mbili iliyopita, na kumwona Mwokozi wetu akining'inia msalabani, na kisha tujitoe vivyo hivyo kufanya daima yale yanayompendeza Baba. Iwapo siku hii ni muhimu sana, moja ya siku zilizokuu sana. Hebu na tuangalie mambo matatu ambayo siku hiyo ilimaanisha kwetu. Tungechukua mamia, baada ya asubuhi ya leo nimechagua tu mambo matatu tofauti yaliyo muhimu sana ambayo tunataka kuyachunguza katika muda mfupi ujao, ambayo kalivari ilimaanisha kwetu, nami naomba ya kwamba itamhukumu kila mwenye dhambi aliyeko, ya kwamba itamfanya kila mtakatifu kupiga magoti yake, ya kwamba itamfanya kila mgonjwa ainue imani yake kwa Mungu na aondoke ameponywa, kila mwenye dhambi aokolewe, kila aliyerudi nyuma arudi na ajone aibu, na kila mtakatifu afurahi na apate tumaini jipya na tumaini jipya kisha saa sita na nusu mchana ni saa moja na nusu jioni Afrika Mashariki, ebu na tuungane pamoja majumbani mwetu kusikia sita tatu deshi sifuri tatu ishirini na tatu muuri wa sita. Kisha tuungane pamoja katika maombi mara baada ya ibada katika ukumbusho wa kusulubiwa kwa Bwana wetu. Jumamosi tuungane tena sote katika maombi saa tatu asubuhi ni saa kumi jioni Afrika Mashariki, na saa sita mchana ni saa moja jioni Afrika Mashariki, na kuitayarisha mioyo yetu kwa ajili ya mambo makuu yeye atakayotufanyia miongoni mwetu. Ninaweza kumsikia akisema, Shetani, njoo hapa. Yeye ni bosi sasa. Ananyosha mkono, ananyakua ule ufunguo wa mahuti na kuzimu kutoka ubavuni mwake akauninginiza ubavuni mwake mwenyewe. Ninataka kukupa noti. Umekuwa laghai muda mrefu kutosha. Mimi ni Mwana wa Mungu aliye hai, niliyezaliwa na bikira. Damu yangu ingali imelowa msalabani na deni kamili limelipwa. una haki tena, umenyang'anywa zote. Ni funguo hizo. Kisha saa sita na nusu mchana sote tutakusanyika pamoja kulisikia Neno sita, tatu, deshi, sifuri, tatu, mbili, nne, m maswali na majibu juu ya mihuri hii. Itakuwa siku iliyo maalum jinsi gani kwa bibi harusi wake ulimwenguni kote. Kisha tuungane pamoja katika maombi mara baada ya ibada For... Jumapili, hebu kwanza natuamke mapema kama vile ndugu Branham alivyofanya asubuhi, wakati rafiki yake mdogo Robin alipomwamsha saa kumi na moja asubuhi. Hebu natumshukuru tu Bwana kwa kumfufua Yesu kutoka kwa wafu. Saa kumi na moja asubuhi ya leo, maskini rafiki yangu mwenye kifua chekundu aliruka dirishani, akaniamsha. Ilionekana kana kwamba moyo wake mdogo ungepasuka, akisema amefufuka. Saa tatu asubuhi ni saa kumi jioni Afrika Mashariki, na saa sita mchana ni saa kumi ni saa moja jioni Afrika Mashariki. Tuungane kwa mara nyingine tena katika mnyororo wetu wa maombi, tuombeane na kujitayarisha kuisikia sauti ya Mungu saa sita na nusu mchana ni saa moja na nusu jioni ya Afrika Mashariki, tukusanyike pamoja kusikia ujumbe wetu wa Pasaka 63-0324 muhuri wa saba saa tisa alasiri. Hebu na tuungane tena katika maombi, tumshukuru yeye kwa ajili ya wikendi ya ajabu aliyotupatia kuwa pamoja naye na pamoja na bibi harusi wake ulimwenguni kote. Kwa ndugu na dada zangu walio nchi za ng'ambo, kama vile mwaka jana, ningependa kualika kuungana nasi kwa masaa ya Jeffersonville katika nyakati zote za maombi kwenye ratiba hii. Ninatambua hata hivyo, kwamba kuzicheza kanda Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi alasiri kwa masaa ya Jeffersonville ingekuwa vigumu sana kwa wengi wenu. Kwa hivyo, tafadhali jisikieni huru kuzicheza jumbe hizo katika masaa yanayowafaa. Ningependa hata hivyo Tuungane pamoja sote Jumapili saa sita na nusu mchana saa za Jeffersonville ni saa moja na nusu jioni ya Afrika Mashariki ili kusikia ujumbe wetu wa Pasaka wa Jumapili pamoja. Ningependa pia kukualika wewe na watoto wako kushiriki vipindi vya Creations journaling na maswali ya YF ambayo familia yako yote inaweza kufurahia pamoja, tunafikiri mtayapenda kwa kuwa yote yanalenga neno tutakalosikiliza wikendi hii. Kwa ratiba ya wikendi, taarifa ya kuhusu jinsi ya kujiandaa na ibada ya ushirika, nyenzo zitakazohitajika kwa ajili ya vipindi vya Creations, maswali ya Pasaka na taarifa nyinginezo, tazama anwani zilizopo hapa chini. Hebu na tuzifunge simu zetu kwa ajili ya wikendi ya Pasaka, isipokuwa kupiga picha, kusikia nukuu ya siku na kucheza kanda kwenye apu ya the Table, apu ya Lifeline au anwani inayoweza kupakuliwa. Ni heshima kubwa kwangu kukualika wewe na familia yako kukusanyika pamoja na bibi harusi kote ulimwenguni kwa ajili ya wikendi iliyosheheni ibada, sifa na uponyaji. Ninaamini kweli ni wikendi ambayo itayabadilisha maisha yako milele. Ndugu Joseph Branham. Asante ndugu Joseph kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu katika yote unayofanya. Kwa wale wanaotazama uongozi wa Roho Mtakatifu kupitia mtu mmoja nabii. Daima huo ndio umekuwa mpango wa mapenzi makamilifu ya Mungu. Kama Mungu hajawahi kuwaongoza watu wake wateule kupitia utawala wa mtu ama kundi la watu. Mungu huchagua mtu mmoja tu, mmoja aliyechaguliwa tu na Mungu mwenyewe. Katika bustani ya Edeni, Hawa alikuwa sawa na Adamu lakini tangu anguko, mwanamke mfano wa kanisa halikuwa sawasawa sawa tena. Kwa hiyo Mungu waongoza tu watu wake kupitia mtu mmoja nabii. Hii ni wikendi ya Pasaka yenye kusisimua zaidi katika maisha yangu yote. Mke wangu alichapisha kitabu cha muhuri wa tano kutoka kwenye anwani ya https Over slash youngfoundations.org slash makala ufunuo wa mihuri saba naye akaifunga kwa gundi ya plastiki ili kuzishikilia kurasa pamoja kwa urahisi. Young Foundations imeweka pamoja mfumo mzuri sana, ukiwa na maswali ya kanda na mistari ya kuandikia kwenye kila ukurasa. To... kila mtu mzima na mtoto atafurahia sana kuwa na kitu fulani mikononi mwao ili kuwafanya wasikilize kila moja ya neno nabii asemalo. foundation... watie watiye moyo watoto wako, wajukuu na vitukuu kuchapisha vitabu hivi vizuri na kufuatilia kwa pamoja kila kanda tunayosikiliza. Natumai, Young Foundations itaendelea na kazi hii nzuri kwa kila kanda tunayosikia katika maskani ya Branham kila wiki. Asanteni, ndugu na dada ambao ni sehemu ya kazi hii nzuri ya kitabu cha ujumbe. Sasa wao wamefanya sehemu yao ya kutupa sisi zana za kuwasaidia vijana wetu kukua katika tabia ya Yesu Kristo. Lakini hatimaye Mwenyezi Mungu amewateua ninyi kama wazazi kuwafundisha watoto wenu katika njia ya Bwana. Katika miaka iliyopita, nimeshangazwa kuona ukuaji wa kiroho wa familia zinazoshiriki katika vipindi vyote vya Creations na vya Young Foundations. Si watoto tu wanaofaidika, bali wazazi pia. Hadi wakati mwingine. Mungu akubariki na shalom www.branhamtabernacle.org org na kwa lugha zingine za ziada kwenye www.svfellowship.info fellowship info.